CCM jana wamezindua ilani yao ya uchaguzi kwamba wanataka kuendelea na uchaguzi kwa mazingira haya ya hovyo haya. Katika hiyo ilani ambayo imezinduliwa jana, CCM inataka kuwatapeli na kuwadanganya wananchi kwamba wananchi mkubali kuingia kwenye uchaguzi eti kwa sababu CCM sasa ikiingia madarakani tena italeta katiba mpya kwamba ilani yao sasa wanasema wataleta katiba mpya kati ya 2025 mpaka 2030. Na 3 nataka niwakumbushe Watanzania ili msikubali utapeli huu wa CCM. Sio mara ya kwanza kwa CCM kuweka kwenye ilani kuwa watauisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mchakato ulikwama mwaka 2014 na kumi na mchakato ulipokwama tukaingia kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini ilisema wangeendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya, lakini hawakufanya chochote. Hawakufanya chochote kati ya elfu mbili kumi na sita mpaka mwaka elfu mbili na ishirini. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tukaingia kwenye mazungumzo na serikali ya CCM, rais akiwa rais Samia. Kwa kutana naye ikulu mwezi Mei mwaka 2022, nilipata bahati ya kuwa sehemu ya timu yetu tuliyokutana na rais. Kati ya mambo ambayo tulimweleza rais Samia ni kwamba Watanzania wanataka mchakato wa katiba mpya ukamilishwe. Akasema, nyinyi mnataka mchakato ukamilishweje? Tukamweleza ufanyweje, vyombo vipi viundwe ratiba iweje ili katiba mpya ipatikane kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Rais Samia akatoa ahadi ya uongo kwamba sasa, nendeni mkazungumze jambo hili linafanyikaje. Tukaingia kwenye mazungumzo mwaka mzima, wao wakaunda timu ya watu watano, sisi upande wa CHADEMA ikaundwa timu ya watu watano. Nilipata bahati kuwa sehemu ya hiyo timu ya watu watano, tukazungumza nao kwa mwaka mzima Mwaka mzima wanakataa katiba mpya. Baadaye wakasema wanatoa kauli kwa umma tu kwamba na CCM nayo iko tayari kwa katiba mpya, neki ya CCM ikakaa ikatoa kauli. Walipotoa ile kauli, tukarudi tena kwenye mazungumzo. Ilipofika mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, CCM wakatujibu moja kwa moja usoni kauli ambazo zinaonyesha kwamba CCM ina hofu na katiba mpya.